Na kama nilivyotambulisha awali, katika kile kinachoonekana kama shinikizo kubwa dhidi ya taasisi za haki za kimataifa, serikali ya Marekani chini ya Rais Donald Trump imechukua hatua ya kipekee kwa kuwawekea vikwazo majaji wanne wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Hatua hii imechukuliwa kufuatia uamuzi wa mahakama hiyo kutoa waranti ya kukamatwa kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa tuhuma za uhalifu wa kivita katika Ukanda wa Gaza. Majaji waliolengwa ni pamoja na Solomi Balungi Bosa wa Uganda na Rene Adelaide Sofi Alapini Gansu wa Benini, ambao walihusika katika maamuzi ya kuruhusu uchunguzi dhidi ya Israel. Marekani imeeleza kuwa ICC ni taasisi isiyo halali na inayolenga washirika wake wa kisiasa, ikiwemo Israel, huku ikipuuzia madai ya uhalifu yanayowahusu maadui wa Marekani. Sasa leo, mtazamaji na msikilizaji, tunajadili mstakabali wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kufuatia vikwazo hivi tukichambua changamoto zinazohatarisha uhuru wa mahakama hiyo na athari zake kwa haki duniani, hasa kwa Afrika Mashariki. Pamoja nami mwenyekiti wa mjadala, ninao wachambuzi wawili, Mubelwa Bandio, mwandishi wa habari kutoka Marekani na wakili wa sheria za kimataifa kutoka Kenya, Haruni Ndubi. kama mnanisikia katika laini ya simu eh, karibuni sana katika mjadala wetu wa leo Asante. Asante. Moja kwa moja nianze na swali kwako Mubelo. Hapa ndio kwa, kuzingatia historia ya Marekani kutoitambua ICC, tunaweza kuelewa vikwazo hivi kama sehemu ya msimamo huo, lakini je, hatua ya kuwalenga majaji binafsi inaashiria nini kwa mstakabali wa taasisi za haki za kimataifa? Kwa kuna madhara makubwa kwa kile ambacho Marekani amekifanya, kwa sababu sio tu wamelenga uh, wale majaji, lakini nafikiri namna ambavyo wameandika Uh, vile vikwazo dhidi yao ndio changamoto kubwa, kwa maana ya kwamba kama wana safari zozote nchini Marekani zimezuiwa, kama watakuwa na mali zozote nchini Marekani hawatakuwa na access nazo, kama kuna benki yoyote ambayo inatumia dola ambayo itafanya biashara nao ama familia yake kari nayo itakuwa katika matatizo na hata watu wote nchini Marekani ambao watahusiana nao katika shughuli za kibiashara pia nao watakuwa katika shida. Kuyo, licha, kwa hiyo licha ya kwamba ukiangalia kwa juujuu unaweza ukaona ni kitu kidogo, lakini hii kwa namna moja ama nyingine inaanza kuwafanya watu wengi hasa majaji waanze kujifikiria katika kile watakachokuwa nakifanya ama kwa Marekani au washirika wake, kwa sababu vikwazo hivi vina athari kubwa sana kwa watu hasa kama ana namna yoyote ambayo ama ana mahusiano na aina ya fedha kwa maana ya dola au na mali au chochote ambacho kipo nchini Marekani. Kwa hiyo mm, hii tayari inaondoa haki na uwezo wao kufanya maamuzi uh, bila kuwa na, na, na, kuelemea ama kuhofia hasari zao. Tutazama zaidi katika hilo kwako, e, wakili Ndubi. E, katika mazingira haya ambapo majaji wa ICC wanalengwa moja kwa moja kwa vikwazo, je, hizi ndio enzi mpya za mashinikizo ya kisiasa dhidi ya taasisi za kimataifa? Na unadhani hili linaathiri vipi uhuru wa kimahakama? mwanzo vile alivyosema ndugu yangu hapo ni kwamba um, Marekani haijawahi kutambua kutambua mahakama ya ICC tangu zamani. Uh, ilikataa kutia saini uh, ule mkataba wa, wa Roma wa kuanzisha mahakama ya jinai ya kimataifa, na kwa hivyo haina ridhaa yoyote kwa kisheria kuchukua hatua yoyote dhidi ya mtu na ukumbuke kwamba hao majaji ambao wamewekewa vikwazo, mm, sio kwamba wamevunja sheria ya kimarekani wala sheria ya kimataifa. Ni kazi yao wametekeleza, na kwa kifupi naweza kusema kwamba uh, uh, rais wa Marekani huyu Donald Trump anaendelea kuongoza taifa la Marekani kwa kiimla na anataka kuendesha eh, maslahi ya dunia kwa kiimla kwa vile yeye anavyotaka. Lakini eh, mbali na kuangazia majaji hao wanne ama majaji wote wa mahakama ya ICC mm. nafikiri chanzo chembe-chembe ile ya muhimu zaidi ni kwamba sasa yeye amewatia motisha viongozi wa mataifa wale ambao wanaegemea upande wa Marekani, ambao ni washirika wa, wa Marekani, ukijua kwamba vile tunavyojua kwamba, eh, Marekani imekuwa ikitoa msisimko au kusaidia eh, mataifa haya ambayo yanaendelea, ma mataifa ya daraja la tatu vile yanavyoitwa third world ambayo ambao hata kama hawana mifumo kamili thabiti ya a kidemokrasia, lakini ma, eh, taifa la Marekani linatumia li viongozi wa mataifa hayo kumiliki maadili yao na rasilimali zao. Kwa hivyo ni kwamba amewatia moyo kwamba wanaweza wanaweza kufanya vile wanavyotaka, wanaweza kukiuka haki za kibinadamu za wananchi wa nchi zao mm, bila kuwajibika e, wakili, wa mm, wakili, na... Wakili Ndubi, ni kukatishe hapo. Nataka kufahamu ikiwa kama ulivyozungumza Marekani haijawahi kutia saini ule mkataba wa Roma ulioanzisha mahakama ya ICC na si mwanachama, ni katika mazingira gani ambapo mahakama ya ICC inaweza kuchunguza ama kumshitaki raia e, wa nchi ambayo si mwanachama wake? Kuna mazingira yoyote ambayo mahakama inaweza kufanya hivyo? Kwa mujibu wa ile sheria ya Roma, ina mahakama yenyewe ina uwezo wa kuchunguza taifa lolote lile ambalo limekiuka hiyo sheria ya kimataifa katika nchi ambayo ni mmojawapo wa, eh, ya wa, mmojawapo ya yale mataifa ambayo ni anzilishi mm, ama yaliyotia saini mkataba huo. Kwa hivyo eh, kama vile eh, taifa la Israel mm, vile lilivyokwenda katika mataifa eh, linavyokoroga mataifa mengine majirani, ba ba baadhi yao ni wanachama wa ICC mm. Kwa hivyo eh, hilo linawapatia eh, uwezo dhabiti eh, wa kisheria ya kufanya uchunguzi huo, na ndio sababu sasa Marekani inahofia kwamba eh, huenda eh, wandani wake wa, ama washirika wake wanaweza kuwaathirika ikiwa eh, eh, koti hii itawachukulia hatua mm. eh, Bwana Bandio, Marekani inaonekana kuunga mkono ICC pale inapowashtaki viongozi wa mataifa yasiyo washirika wake, lakini wakati huo huo eh, wale washirika wanapoguswa kama alivyosema wakili Ndubi eh, Marekani inakuja juu. Je, yeah, hatuwezi kusema huu ni undumila kuwili unaodhofisha uhalali wa ICC na unadhani hili linaweza kuathiri vipi juhudi za kimataifa za kuhakikisha haki kwa waathirika wa migogoro? Hiyo imekuwa ni ni kama falsafa ya nchi ya Marekani ambayo inataka dunia ifanye kile ambacho kinafanya. Ni kwamba sasa hivi imefikia hatua ambayo falsafa hii imekuwa wazi zaidi, ambapo Donald Trump amesema american first and make america great again, kwamba sera yake ni kwanza, Marekani kwanza na kisha kuifanya Marekani uh, kuwa pengine taifa lenye nguvu zaidi. Na sasa unaanza kuiona kuiona, watu walikuwa nafikiri kwamba ni kauli mbiu ni kauli mbiu tu, ni slogan la. Hasha, kwamba wanaweza wakaenda wakavamia nchi nyingine yeyote wakiamini kwamba yule kiongozi hafanyi mambo kidemokrasia, lakini hawawezi waka um, kwa kosa hilo hilo, yani kwa kosa hilo wanaweza kumvamia yule mtu, kama amekwenda kushambulia nchi nyingine. Wao hawataki kuwajibishwa. Uh, katika dhana hiyo, kwa hiyo ni, ni kitu ambacho uh, si, sasa hivi hakishangazi mtu mwingine yoyote hata katika vyombo vya habari hapa nchini Marekani wameshangaa tu kwamba okay, na hili sio kitu cha kwamba tunafikia hatua ya kufanya hivi, hapana. Lakini akii una, unaona kwamba uh, nchi ya Marekani hivi sasa hasa katika sera yake ya, uh, ya ubinafsi na undumila kuwili, mm, wamekuwa ni watu ambao uh, katika kile kinachowaathiri ni shida, kwa sababu wamesema kwamba hawataki kujiunga huko, uh, kwa sababu wanaamini kwamba mahakama hii inaweza ikawakuta na hatia hata baadhi ya askari wake sehemu nyingine. Kwa hiyo wanaweza wakakiri kwamba ni makosa lakini kwa sababu imefanywa na watu wake, hiyo ni changamoto. Kwa hiyo wanataka dunia iende vile ambavyo wanataka wao, na sasa hivi hasa kwa Donald Trump, ametumia swala zima la fedha kwa maana ya ushuru na vikwazo kama namna pekee ya kutaka dunia nzima inyoke kulingana na vile ambavyo yeye anaipima. Lakini bwana Bandio, unadhani hilo linawezekana kwa dunia ya sasa kwamba Marekani kadiri ilivyokuwa inataka na sera zake tangu zamani ndivyo dunia itakavyoenda? ama kutakuwa na utofauti, kwa sababu zama zimebadilika. Naiona sio kwamba ikifanikiwa, lakini naona isionyeshi athari katika muda mfupi, kwa sababu ukiangalia baadhi ya ma mataifa hivi sasa ni kama vile wameanza kuangalia washirika wengine. Mm, watu wameanza kugundua kwamba okay, inawezekana tusipate kitu kutoka kwa Marekani, tujaribu kwingine. Kwa hiyo wasiwasi wangu ni kwamba sasa hivi ukimya huu ambao unaonekana na Marekani ikiamini kwamba inashinda Si kwamba inashinda, ila watu wako wanatafuta njia mbadala, na watakapokuja kuzipata na kuja kujidhihirisha, marekani itajikuta haina kitu, kwa sababu kitu pekee ambacho serikali ya sasa ya, ya marekani inakitumia kutaka kulazimisha mambo yaende vile anataka ni kutumia maswala ya fedha, eva ni vikwazo au ushuru. Nchi hizi zitakapoweza kupata nafasi, ama mataifa aya mashirika atakapopata nafasi ya kuweza kuendesha maisha bila kutumia fedha ama ulazima wa kutumia fedha ya kimarekani, inamaana marekani itajikuta kwamba haina tena kile ambacho inatumia kama msingi wa kuweza kuwashikilia, na baada ya hapo ndio tutaanza kuona kwamba dola itaanza kupoteza nguvu yake katika dunia. Wakili Ndubi, kwa mtizamo wa kisheria, vikwazo vya aina hii vina maana gani kwa misingi ya sheria za kimataifa? Kwa maoni yangu ni kwamba ukweli havina maana kisheria, maana ambayo iliyopo ni ya kisiasa na ya kiuchumi eh. Kwa vile eh, mwenzangu alivyosema ni kwamba eh, Eh, Bwana Donald Trump anaanza kuzingatia eh, ubabe wa Marekani kulingana na vile ule uwezo labda Marekani iliyokuwa nao wakati wa vita vya baridi, ile Cold War eh, na baadaye vita vya mataifa, kwa hivyo Eh, sidhani kwamba kuna eh, athari za kisheria mm, ila tu kwamba kis, kisiasa huenda sasa Marekani ikasema itatetea nchi yoyote ile ambayo viongozi eh, wao huenda wakahitajika kuwajibika katika hiyo mahakama. Sawa. Kwa dakika moja kila mmoja napenda kusikia maoni yenu. Nini hatma ya mahakama ya ICC? Nikianza na wakili Ndubi Mwanzo mahakama ya ICC sio kwamba haina dosari na makosa, kwa vile tangu ianzilishwe imekuwa ikiangazia mataifa madogo mataifa yenye uchumi mdogo mengi mm -hmm. yao yakiwa katika bara la Afrika, ndio ukaona wakati hasa wakati viongozi wengine kutoka Kenya walipopelekwa kule mm -hmm. walianza kampeni kwamba ah, mnatupeleka huku kwa sababu nyinyi mnaangalia mataifa ya kiafrika tu. Kwa hivyo hilo ni jambo moja, lazima yale, yale mataifa waanzilishi ama state, assembly of state parties, ziangalie ili kwamba kama ni kudadisi eh, usawa katika eh, dunia nzima, wafanye hivyo bila wasiwasi na bila kusita na no. Mwishowe mm, ni kwamba hao eh, eh, majaji ambao walipewa vikwazo vikwazo kwamba, kwamba wasiingie katika taifa la eh, Marekani ikiwa wangejitolea mhanga wajaribu kuingia ndio wafukuzwe. mm, naomba ili waihirishe katika nzima kwamba Marekani. Wakili Ndubi, naona muda umetutupa mkono, lakini kwa sekunde chache, na kushukuru sana kwa sekunde chache mm -hmm. Bwana Bandio, nini hatma ya Mahakama ya ICC? Mahakama ya ICC sasa hivi imeathirika zaidi, na vikwazo hivi vimegusa katika, unasema uh, kitovu cha uhuru wa kuweza kufanya maamuzi katika kile ambacho waliamini kwamba wataleta amani na usawa uh, na kuweza kuwashitaki wale wote wanaofanya katika dunia. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba wale ambao wanatakiwa kuleta hayo maamuzi sasa hivi wanaanza kujifikiria, kwa sababu wakiangalia mustakabali wao unaweza ukawa huko uh, katika hatihati. Na washukuru sana washiriki katika mjadala wetu wa leo, Mubelwa Bandiyo, wa leo Bandio, mwandishi wa habari mwenye makao yake Marekani na wakili wa sheria za kimataifa mataifa kutoka Kenya Haruni Ndubi asanteni sana.